Habari, ah, je, wewe ni mwalimu ambaye una ndoto ya kuja kuishi nchini Marekani na kufundisha kama mwalimu nchini Marekani. Basi kama ndoto yako ni hiyo, basi, video hii ni maalum kwa ajili yako. Leo hii nimekuja na fursa ambayo watu wengi hawaizungumzii sana ama wengi hawaijui fursa hii, lakini leo hii nitaielezea fursa hii ni nini, lakini pia nitakuonesha vigezo vya msingi vya mtu kuwa navyo ikiwa unahitaji kuapply ama kufanya maombi katika hii program ambayo ninakuja kuielezea. Jina langu ni Elias Bia. Mimi ni mwalimu kutoka katika nchi ya Tanzania ambaye kwa sasa ninaishi nchini Marekani na kufundisha katika nchi ya Marekani. Nimekuja nchini Marekani mwaka jana kupitia programu hii ambayo nitakwenda kukuelezea leo hii. Ikiwa we ni mwalimu ambaye una ndoto ya kutoka nchini mwako na kuja nchini Marekani kufanya kazi kwa miaka mitatu mpaka mitano, basi baki nami nikiwa na kwenda kukuelezea program hii kwa undani kabisa. Uh, kwanza kabisa, kwa nini program hii ilianzishwa na program hii inaitwaje hasa? Program hii inaitwa J1 Visa Cultural Exchange Program ambayo kwa Kiswahili tunaweza kusema ni Visa ya J1 ya mabadilishano ya kitamaduni kutoka katika nchi ya Marekani na nchi nyingine. Kwa hiyo, lengo la program hii kabisa ni wewe kuja nchini Marekani na utamaduni wako na kufundisha wanafunzi utamaduni, utamaduni wako, lakini pia wewe kujifunza utamaduni wa Kimarekani na kisha kwenda nchini mwako kufundisha utamaduni wa Kimarekani kama ulivyokuja nchini Marekani kufundisha utamaduni wako. Ndo maana inaitwa mabadilishano ya kitamaduni kutoka nchini mwako na kuja nchini Marekani. Sasa kwa nini programu hii ilianzishwa na serikali ya Marekani? Programu hii ilianzishwa na serikali ya Marekani kwa lengo moja la msingi kwamba utafiti ulionekana kwamba nchini Marekani, zaidi ya nusu ya Marekani hawasafiri wala wengine hawajawahi kutoka hata katika jimbo ambalo wanaishi. Kwa hiyo watu wengi hawana tuseme, kwa Kiingereza ningesema exposure. Unajua Kiswahili tunahitaji, hawana exposure ya uh, culture nyingi. Wengi wao wengi wanajua tu tamaduni zao za Kimarekani na labda za mataifa ya karibu kama Mexico na Canada, lakini wengi hawana uelewa uh, wa tamaduni nyingi, kwa mfano za Kiafrika ama za kutoka Asia. Kwa hiyo Marekani ilifanya hivi kwamba kuhakikisha ku, ku, ku, kwa kwamba wanafunzi wa Kimarekani wanajifunza tamaduni za nchi mbalimbali wakiwa shuleni ili waweze ku, ku, kuweza ku, ku, kuendana na kasi ya dunia, kwa sababu tunajua sasa hivi dunia ni kama kijiji. Kwa hiyo ikiwa watajua tamaduni za nchi mbalimbali, itakuwa rahisi wao pia kuishi katika dunia hii ambayo kwa sasa ni kama kijiji kwa hiyo hilo ndio lengo la nchi ya Marekani kuanzisha programu hii ya kubadilishana tamaduni. Okay, hapa tumeshajua lengo la programu hii, na programu hii inaitwaje? Ambayo nimesema ni mabadilishano ya kitamaduni ya, ki, ya, ki ya visa ya J1. Okay, twende sasa basi katika vigezo vya msingi vya mtu kuwa navyo ikiwa unataka kuapply ama kufanya maombi katika program hii. Uh, nitakwenda kuelezea kwa vigezo hivi ambavyo ni vya msingi kabisa, ili mtu uweze kufanya maombi ya visa hii lazima uvitimize. Um, kwanza kabisa, visa hii ya J1 inatolewa na serikali ya Marekani, na viza hii inatolewa na watu ambao wanaitwa wadhamini ambao serikali ya Marekani imewaweka kwa ajili ya kusimamia programu hii. Kwa hiyo ni serikali ya Marekani ime imetenga watu maalum ambao wanaitwa sponsor kwa Kiingereza ama wadhamini. Hawa watu sasa ndio wanao uh, wanaofanya jukumu la kuleta watu Marekani na kuwaajiri katika shule mbalimbali mbali za za serikali nchini Marekani. Kwa hiyo ni lazima upitie katika mmoja ya hawa uh, wadhamini. huwezi kuja na huwezi ku sio, hii ni tofauti na visa ya matembezi ambayo mtu unaamua tu kwamba nataka niende New York kutembelea. Kwa hiyo unaenda ubalozi wa Marekani pale, unalipa tu visa fee yako unaenda kufanyiwa interview ya, ya, ya viza then unapata viza yako ya matembezi. Kwa hiyo program hauwezi tu kwenda balozini kwenda kuomba wewe kama wewe, hawatakukubalia kwa sababu inahitaji upate huyu mdhamini ambaye ni wanamuita sponsor, yeye ndio ana recruit watu ama anachukua watu then anawaweka katika shule, anawa place katika shule kwa hiyo huyu mdhamini ama huyu sponsor yeye ana vigezo ambavyo amepewa na serikali ya Marekani kwamba, ili, ili ulete watu nchini Marekani, lazima watu wako uhakikishwe wana vigezo hivi. Ndio hivi vigezo ambavyo nakwenda kuvitaja kuvi hapa. Kigezo cha kwanza kabisa ambacho mtu anapaswa kuwa nacho ikiwa anataka kufanya maombi ya program hii ya mabadilishano ya kitamaduni inabidi awe na degree ya kwanza ya ualimu ama awe na degree ya somo ambalo analifundishia. Kwa mfano, watu wengi najua wanafundisha walimu, lakini wengi hawana degree ya walimu, wengine labda walisomea tu uh, let's say labda mtu alisoma bachelor of arts na let's say sociology, lakini mtu huyo, mtu huyo, mtu huyo basi anakuja kufundisha social study shuleni kwa hiyo mtu kama huyu amekwalify. Kwa nini? Kwa sababu somo analofundishia, alisay social study, alisomea shu, shuleni sociology. Kwa hiyo sio lazima umefundisha walimu na ume, umesomea walimu, lakini wana prefer sana walimu ambao wamesomea walimu. Hawa ndio wana ni kama vile uh, wale priority ya kwanza ni watu ambao wamesomea walimu na wanafundisha shuleni kwa hiyo wewe kama una degree let's say una, una bachelor of science in biology you can still come unaweza kuja au ukaapply program hii na ukapata ikionyesha tu unafundisha ili somo kwa mfano wewe umesomea tu hiyo bachelor ya, ya, ya, ya biology na unafundisha somo la biology basi una qualify kuapply ili somo i mean e program kwa hiyo lazima uwe na degree ya ualimu ama ya somo ambalo wewe unafundishia. Hiyo inatupeleka kwenye kigezo cha pili cha kwamba lazima uwe umeajiriwa wakati unafanya maombi haya. Umeajiriwa nini? Umeajiriwa katika sekta ya ualimu. Kwa hiyo ikiwa unafanya maombi haya ya hii program, lazima uwe unafundisha wakati unafanya hii pro, unafanya maombi ya hii program. Uko katika shule kama sio ya kiserikali basi ya sekta na binafsi ama hizi shule za kimataifa hizi international school, lakini sharti lingine uwe na miaka miwili ya ufundishaji. Hiyo sharti la tatu uwe na miaka miwili ya uzoefu wa wow, ufundishaji 2 years of experience uh, hapa wanaangalia wewe ni mwalimu unafundisha kwa sasa, lakini pia umefundisha kwa miaka miwili au zaidi. Kwa hiyo hata kama una miaka thelathini ya ufundishaji unaweza kuja, una miaka mitatu ya ufundishaji, miwili ya ufundishaji, unaweza kuja, ila ukiwa na chini ya hapo hautakubaliwa. Hilo ni sharti la tatu. La kwanza tumeona lazima uwe na bachelor degree ya ualimu, la pili tumeona lazima uwe kwa sasa unafundisha sio kwamba ulikuwa mwalimu miaka minne iliyopita au mitano iliyopita. Hapana, uwe unafundisha darasani kwa sasa, lakini pia uwe na uzoefu wa angalau miaka miwili ya kufundisha. Sharti la nne ni lipi? Sharti la nne ni kwamba lazima uwe na tabia njema, uwe na tabia njema. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu wakati wa kufanya maombi watahitaji cheti cha tabia njema ambacho inatolewa na polisi. Kwa Kiingereza kinaitwa Uh, certificate uh, uh, police clearance certificate yani, nimesahau kidogo, police clearance certificate ama kinaitwa cheti cha tabia njema. Hiki cheti kinatolewa na polisi, unaenda unaenda polisi, wanachukua fingerprint, then wanaenda ku, kuingiza katika database ya fingerprint za wahalifu then wanakipata majibu kwamba you are negative, hakuna kosa uliofanya ikakufanya fingerprint yako iwepo katika ile database, basi you are clean, unaweza kuapply program na ukaja Marekani, kwa sababu hawataki watu wenye uhalifu kuja kufundisha shule zao, kwa sababu Marekani um, ina masharti sana ya watu ambao wanaenda kufanya kazi na watoto, hawataki wahalifu watu ambao wana historia mbaya ya uhalifu kuwa karibu na watoto. Kwa hiyo wanataka uwe na tabia njema. Hili ni sharti la nne. Sharti la tano ni kwamba ukubali kuja kufanya kazi Marekani kama mwalimu full time. Usiseme unakuja kufanya part time ili ufanye kazi nyingine, hawataki hilo. Wanataka wewe uje udedicate muda wako kwenye ualimu. Kwa hiyo utakuja Marekani, utakaa miaka mitano, utakuwa mwalimu full time. Inabidi ukubali kwa sababu kuna mikataba utapewa kusaini, kwamba nimekubali kuja kuwa mwalimu full time. Hilo ni sharti la tano. Sharti la sita ni kwamba usiwe mkazi wa kudumu wa nchi ya Marekani ama raia wa Marekani. Hii sharti haliwahusu watu ambao wana green card ama raia wa Kimarekani, inawahusu tu wale watu wa mataifa mbalimbali mimi ni Mtanzania kwa hiyo nilikuja Marekani kama Mtanzania. Shati la saba ni nini? Shati la saba wanataka uwe unajua kuzungumza Kiingereza kwa ufasaha, kwa sababu unakuja kuzungumza na watoto wa Kimarekani ambao wao wamezaliwa na Kiingereza na wanajua Kiingereza ndio lugha pekee wanaojua. Kwa hiyo wanataka mwalimu ambaye anakuja awe na uzoefu wa kutosha wa Kiingereza, lazima uwe unazungumza somo s unazungumza Kiingereza kwa ufasaha, lakini pia wanataka uwe na leseni ya udereva wakati unafanya maombi haya. Unaweza ukajiuliza ualimu na udereva vina uhusiano gani? Okay, katika jambo ambalo utakuja kugundua nchini Marekani, usafiri wa umma sio usafiri wa kutegemewa kabisa, kwa sababu ni usafiri ambao uh, hauko katika kila sehemu, labda miji mikubwa, unaweza kusema labda ndio unaweza kuwa ni wa uhakika, lakini miji mingi ambayo wa utakuja kufundisha ama utapelekwa katika hizo shule, hakuna usafiri wa umma ambao ni wa uhakika ama ama ni wa kila sehemu, kwa sababu mara nyingi uh, watu wana magari yao huku Marekani. Asilimia wanasema tafiti iliyofanyika mwaka juzi, wanadai kwamba zaidi ya asilimia tisini ya nyumba za Kimarekani kuna at least gari moja. Kwa hiyo unaweza kugundua jinsi gani gari huku ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo lazima uwe na leseni ya udereva, lazima ujue kuendesha gari, kwa sababu unapofika tu Marekani wanahitaji uwe na ununue gari, na kununua gari huku sio kitu kidogo, sio kitu kikubwa kama nchi, nchi tunazotoka ambazo mtu lazima ujichange sana upate hela. Huku kwanza mshahara unaolipwa ni mkubwa ambao You can afford ama unaweza ku, ku, ku, ku, ku, kununua gari kwa muda mfupi tu utakaofika Marekani. Na kwa nini ununue gari? Kwa sababu shule ambayo utaenda kufundisha huenda ikawa iko mbali kidogo na sehemu unayoishi, kwa hiyo ni wazi, lazima uwe na usafiri. Hawataki uwe na visingizio kwamba umechelewa kazini kwa sababu hauna gari. Ndio maana wanataka mtu uwe na gari, am uwe na leseni ya, ya udereva ili ukifika Marekani mwezi wa kwanza au mwezi wa pili ununue gari. Mimi nilipata gari ndani ya wiki mbili tu, nimefika Marekani nikapata gari. Kwa hiyo umeona jinsi gani ambavyo wanataka mtu uwe na leseni ya dereva, ili udereva ili usiwe na na kisingizio cha ku kusema kwamba hauwezi kupata gari na huku uki, ukija Marekani unaruhusiwa kuendesha gari na leseni yako hiyo ya Tanzania au ya Kenya au ya Uganda kwa miezi mitatu siku tisini, then kisha hapo wanataka uwe na leseni yao sasa ya state uliyoko. Kwa mfano kama uko North Carolina u uta, utaendesha kwa miezi mitatu, lakini katika miezi mitatu utakuwa unafanya mitihani, kwa sababu ili upate leseni ya udereva Marekani kuna mitihani miwili lazima upass. Mtihani wa kwanza ni wa wa computer test, ni test utaifanya kwenye kompyuta. kwenye hiyo ni test ya kukupima, je, unajua sheria za barabarani, je, unajua masharti um, um, ama conditions zile ambazo unabidi mtu uh, uh, uzingatie unapokuwa barabarani, unajua signs, road sign. Hiyo uh, ni test ambayo utaifanya kwenye kompyuta. Ukipasi hiyo test utaenda kufanya test nyingine ambayo ndio inaitwa road test. Hiyo utaingia barabarani kuonesha, je, jinsi gani unaweza ku control gari, unaweza kuzingatia um, saini za barabarani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndani ya miezi mitatu wanategemea uwe na leseni hapa Marekani, lakini leseni yako unaotoka nayo nyumbani, unakuja kuendesha gari vizuri tu bila shida yoyote. Kwa hiyo haya ndo masharti nane ya mtu kuapply katika programu hii. Moja nirudie haraka haraka, nimesema inabidi uwe na bachelor degree, Bachelor's degree ya walimu. Lazima uwe una experience ya miaka miwili. Lazima lazima uwe umefundisha, unafundisha kwa sasa wakati unafanya maombi. Lakini uh, pia lazima uwe una tabia njema, sababu atahitaji rekodi yako kutoka polisi. Lakini pia lazima ukubali kufanya kazi Marekani kwa at least miaka mitatu, japokuwa programu hii ni ya miaka mitano lakini pia wanasema usiwe raia wa Kimarekani wala usiwe na green card au mkazi wa kudumu. Lakini pia wanataka uwe na Kiingereza kilichonyooka, uwe unaweza kuzungumza Kiingereza vizuri na wanakupimaji, watakupima kwenye interview. Kuna interview itafanywa ya kukupima, je, unajua kuzungumza Kiingereza vizuri. Lakini pia uh, sharti la mwisho, lazima uwe na leseni ya udereva ili unavyofika Marekani ununue gari na uweze kuhu kutumia gari lako kwenda kazini. Hayo ndo masharti ya kuzingatia. Nimesema lazima uwe na sponsor, visa sponsor wa hii program. Sasa wakati ujao nitazungumzia aina za visa sponsor ambazo unaweza kuwatumia kuapply hii program. Leo nimeeleza masharti na nimeeleza hii program hii ni nini. Hii program inafunguliwaga um, mwezi wa kuanzia mwezi wa tisa wa kumi, kumi na moja, kumi na mbili, lakini mwezi wa kwanza, kuanzia mwezi wa kwanza uwaga ndo mara nyingi uh, interview za kazi zinafanyika kuanzia mwezi wa kwanza wa pili wa tatu wa nne wa tano na wa sita, pale ndo watu wengi wanaletwa Marekani, wanaajiriwa. Kwa hiyo kama mtu utaamua kuanza maombi sasa hivi, ni wazi kwamba mpaka mwezi wa tano unaweza kaa ushapata kazi na ukaja Marekani. Tofauti ya programu hii na programu nyingine za visa ya kazi ya H1B, ile inatumia muda mrefu sana, mtu unaweza ukaomba leo lakini ukaja mwakani, lakini hii programu hii ndani ya miezi mitatu minne unakuja Marekani. Kwa hiyo unaweza kaona jinsi gani programu hii sio ndefu sana, lakini inategemea unaomba lini na una vigezo gani na una una una dokumenti zote zimekamilika una, ni, kwa mfano kaambiwa utume bachelor degree ulio nayo. Je, unayo tayari? Kwa hiyo ni wazi kwamba before hujafanya maombi au kabla hujafanya maombi ha lazima uwe una, una dokumenti zote umezikusanya, ili unapoanza kufanya maombi inakuwa rahisi. Sasa wakati ujao nitazungumzia visa sponsor ambao unaweza kuwatumia ambao hawachaji fee yoyote hawachaji gharama yoyote ni bure kabisa kwa apply, lakini pia nitataja nita masomo ambayo mara nyingi ndio wanayaangalia zaidi au wanayazingatia zaidi, lakini pia nitakuonesha uh, document ambazo unaweza ukaziandaa mapema kabla ya kufanya maombi ili kurahisishie wewe kupata kazi mapema na kuja Marekani mapema. Asante kwa kuniangalia. Chaneli hii nimeanzisha kwa lengo la kusaidia walimu wenzangu kama mimi, pia nilivyosaidiwa na watu wengine wenye chaneli nyingine. Kwa hiyo nitakuwa na share uzoefu wangu, lakini pia na share programu hizi na walimu ambao wanakuwa na matamanio au wana ndoto za kuja nchini Marekani na kufundisha.